Wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Tanga wametakiwa kushikamana na kuwa wamoja katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu 2025 ili kuleta viongozi bora wanaojali maslahi ya chama na wanachama na wasioweka mbele maslahi yao binafsi. Rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Tanga meja mstaafu Hamisi Mkoba wakati wa kongamano la jumuiya ya wazazi iliyotoa elimu ya maadili na kanuni kuelekea uchaguzi mkuu bila kuwa na vikao huwezi ukajenga. Mimi ndugu zangu wa Tanga, nayasema haya na mnajua namaanisha nini. Tumeanza kuingia katika uchaguzi huu mkuu. Ndugu zangu, niwaombe niwaombe sana viongozi chama cha mapinduzi, wazazi, nyinyi ndio wenye chama. Twendeni tukakae pamoja, tutafakari, tusubiri muda muda utafika utasema tumepewa ilani juzi. Ilani ile sio ilani ya mtu, ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi tunatakiwa kumtafute mtu bora wa kumkabidhi ilani yetu ya chama, siwe bora mtu tu, bora mtu bora. Kama tutaenda kumkabidhi bora mtu tu ilani yetu, kweinaji ndugu zangu, jimbo la Tanga na kata hizi kutatibora. Tutaipoteza, alafu tutabaki tunakimbiana. Uongozi haugombaniwi ndugu zangu. Akielezea lengo la kongamano hilo, katibu wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Tanga Hassan Hinja amesema jumuiya imejipanga kutoa elimu, kuwajengea uwezo wanachama waweze kushiriki kuchagua na kuchaguliwa kwenye nafasi mbalimbali mbali za uongozi. Kongamano la wazazi, uchaguzi, na la wazazi kuelekea uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na tano ambapo lengo lake kuu ilikuwa ni kuwajengea uwezo viongozi wa jumuiya katika kata na matawi ndani ya wilaya yetu ya Tanga mjini ili waweze kuwa na ufahamu e, wa mchakato mzima wa uchaguzi ndani ya chama lakini pia nje, katika mchakato wa kitaifa chini ya tume ya huru ya taifa ya uchaguzi. Kwa hiyo mara baada ya mkutano huu ama kongamano hili tunategemea kwamba kwanza kutakuwa na mwamko mkubwa wa wagombea kutoka katika jumuiya yetu ya wazazi kwenda kushiriki kwenye mchakato, kwa maana ya kuchukua fomu na kugombea katika nafasi za udiwani, uda, udiwani wa viti maalumu, ubunge pamoja na ubunge wa viti maalumu ndani ya wilaya yetu ya Tanga mjini. Lakini baada ya hapo tunategemea mwamko mkubwa sana wa ushiriki wao katika michakato ya kuzitafuta kura, kukisaidia Chama cha Mapinduzi uweza kupata dola na kuendelea kuishika eh, hatamu katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wake Katibu wa, wa Siasa, Mafunzo na Uenezi Wilaya ya Tanga, Kipanga Hassan Juma akatoa mada ya kanuni maadili kuelekea uchaguzi mkuu. Tunatambua fika kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwezi Oktoba mwaka huu tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa kuchagua madiwani, wabunge na rais. Lakini kama Chama cha Mapinduzi tunatambua kuna uchaguzi wetu ulioko ndani ya chama kuwapata wale watakokwenda kupeperusha bendera za chama huko nje na vyama vyingine. Kama hivyo ndivyo, kama wazazi, tuna haki ya kukumbushana taratibu maaji na miongozo inasemaje kuelekea huko. Ndugu zangu, mwenyekiti wetu wa CCM wilaya ya Tanga akiongozana na wajumbe wa mkutano mkuu taifa, mapema mwaka huu walikwenda kutuwakilisha Dodoma. Walipofika kule, kila kikao kina maazimio. La kwanza ni kumpitisha mgombea wa CCM kwa nafasi ya uraisi wajumbe hawa kwa pamoja walikubaliana Dokta Samia Suluhu Hasani ndiye atakaye peperusha bendera ya Chama Cha Mapinduzi. Tukawa tumefunga mjadala kwenye urais tayari, tumeshapata mgombea. Lakini wajumbe hawa wakakubaliana kwamba Dokta Husein Ali Hasani Mwinyi ndiye mgombea pekee wa urais kwa upande wa Zanzibar. Wakuishia hapo wakasema, mama lazima awe na wakwenda naye mgombea mwenza, ama kwa maana nyingine tunasema ndiye atakayekuwa kuwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Wakampitisha Dr. Emmanuel Chimi kuwa mgombea mwenza <coughs> <coughs> piga makofi kwa sisi na madiwani. Sishemu ilisemaje mwanzoni, tulikuwa tunapiga kura tanga skuri watu elfu moja na arobaini ndiyo pekee waliokuwa na uwezo wa kumpitisha mbunge wa jimbo la Tanga. Halmashauri kuu ya CCM taifa, kupitia mkutano mkuu, ambao tulimtuma mwenyekiti wetu na wajumbe wake wapo mawamoza, wakasema tunapomchagua mtu kwa watu wachache, anapotoka nje wakati mwingine tunapata tanga. Hivyo CCM ikasema sasa ipo haja ya kuongeza wigo mpana wa wapiga kura ili wale waliomchagua wakiwa mabalozi walio wengi itakuwa rahisi kunani huko nje, kutoka wajumbe elfu moja na arobaini mpaka sasa, Meja Mkoba mkutano wake mkuu una wajumbe elfu kumi na mbili Piga makofi. Ili kumpata mbunge, inabidi apigiwe kura za ndani na watu elfu kumi na o mabalozi nao ni wajumbe. Mabalozi mpo mkomo? Hebu simameni mwenyekiti wao. Lakini wakasema tuongeze, sasa kwenye jumuiya, zikaongezwa zile jumuiya. Sasa hivi jumuiya zote mwenyekiti, katibu wanapiga kura za kumchagua ndani ya wale wajumbe wa, wa mabalozi wale wanne nao wanapiga zile zilioi zili wa kama hivyo ndivyo CCM imeongeza wigo wapiga kura. Maana yake nini? Kwanza tunaenda kumpata mgombea aliyechaguliwa na wana CCM wengi. Mbili, CCM inakwenda kurudisha chama kwa wanachama waweze kuchagua watu wao wao wenyewe na sio kundi la watu wachache. Tatu ni kupunguza wigo wa rushwa kutoka watu elfu moja na arobaini mpaka watu elfu kumi na mbili Kama una hela zako kaonge watu elfu kumi na mbili isiwemu hoy. Tumekurudisha chama kwa wanachama waweze kufanya maamuzi. Ndugu zangu, kamati kuu ya halmashauri kuu ikasema ni lini fomu za ndani za kugombea ugumu udiwani wa viti maalumu na ubunge wa viti maalumu, leo nitamwambia, tarehe ishirini na nane ya mwezi huu itakuwa ni siku ya kuchukua fomu kugombea ubunge, kuchukua fomu kugombea udiwani. Kuanzia saa ngapi? Kuanzia saa mbili kamili asubuhi mpaka saa kumi jioni. Na mpaka lini zoezi hili litakwisha tarehe mbili ya mwezi wa saba. Ukipiga hesabu, ndugu zangu, ni siku tano za kuchukua fomu na kurudisha. Kina nani anastahili kuchukua fomu na kugombea? Ni kila mwanaCCM mwenye vigezo vilivyotajwa: umri wa kwanzia miaka ishirini na moja na kuendelea, awe na akili timamu, anajua kusoma, kuhesabu na kuandika, na awe mwanachama halali anayelipa Pamela Chaula, Tanga TV.